Sasa nikirudi kwenye mimi kukutana na e, waziri mkuu. Kwanza waziri mkuu tunatoka mkoa mmoja, alafu ana mahusiano mazuri sana na kanisa Katoliki e, tangu zamani tu, sio kwamba jana. Na aliponiomba niende nikamwone, nilijua tu ni ndugu yangu e, kwa maana kwamba ni kiongozi wetu. Sasa kiongozi mkubwa, lakini kiongozi mkubwa haiondoi pia na ubinadamu. Ubinadamu unabaki tu ujamii kwa nilienda pia kwa mazingira kwamba ni mtu tunafahamia, na nakaniambia uje ofisini. E, sijui kama na nyumba Dar es Salaam ni kwa sababu mimi namjua yuko e, Dodoma alipokuwa waziri wa fedha e, basi akaniambia nimwone ofisini e, alinipigia yeye mwenyewe akiwa nataka nionane naye, nikasema siwezi kukataa ukiitwa na kiongozi wa serikali, ni kiongozi wetu e, ameshatangazwa waziri mkuu, ni kiongozi na nchi inaendeshwa na serikali. Hii nchi inaendeshwa na serikali. Tunasema serikali ni mashine ya nchi, ni injini ya, ya nchi. Nchi haiwezi kuendelea. Nchi unavyojua ni watu, mipaka na utawala wa watu wenyewe. Nchi eneo lile e, lenye mipaka yake na watu wenyewe, na kule kujitawala kwa watu wenyewe, basi hapo ndio tunasema hiyo ndio kinaunda nchi. Sasa serikali ni ile sasa injini yenyewe inayofanya nchi iwe hai na itambulike na ifanye shughuli zake. Kwa hiyo ukiitwa na kiongozi wa serikali lazima uitike. Nikaenda katika mazungumzo, tumeongea ukweli, mazungumzo yalikuwa ni binafsi, hayakuwa mazungumzo uh, ya kibaraza la maaskofu na serikali, hapana, yalikuwa ni mazungumzo binafsi na mazungumzo binafsi ni wazi, tutagusa hapa na pale yaliyotokea tarehe ishirini na tisa. Sasa mtafanyaje? Sasa mna e, nini? Tunaongea tu kama kawaida e, ni masikitiko e, sasa tufanyeje? Tusaidianeje? Tunamwambia si tunaendelea kwa sadi kuombea, lakini tamko maaskofu wametoa e, nadhani umeliona mheshimiwa. Kwa hiyo ndio ilikuwa mazungumzo yetu kwa maana hiyo, kwamba lakini hatukuenda kuongelea baraza linaongelea kitu gani baraza linasemaje? hali hii tuifanyeje? E, ni wazi baraza limeongea kwenye, kwenye tafakari yake. Maskofu wamekaa maskofu wote wamekaa, mask wametoa tafakari yao, ndicho kilichofanyika. Nikamwambia ndio hicho, ndicho kilicho, kilicho pale. Kwa hivi kwa kifupi, kwa kweli ningesema nilikuwa ni kwenda kumwona tu kama alivyoniita, na yeye alipenda tu tuongee tu kama ndugu na nini na wala wakati wa kuongea hakuwepo hata msaidizi wake yeyote, isipokuwa aliwaita tu wale kuja kutuka, tukasema tuka hem, tupige picha bwana, tukasema kuna picha hiyo hapo tena ya Nyerere, tukae mbele yu, ya juu ya kichwa cha Nyerere, pa picha ya Nyerere pale eh, ambaye na hiyo picha ya Nyerere haikutoka. Sasa waandishi wa habari nyinyi, mnanyi mlivyo wajanja, hata picha ya Nyerere haikutoka, ikatoka tu mimi na yeye tu, tena tunavyoshangilia, tunavyopongezana pale. Sasa ndugu yako akipata cheo bwana, si unafurahi kidogo <laughs> kwa hivi kwa kifupi kwa kweli, hayakuwa mazungumzo ya kitaasisi, yalikuwa ni mazungumzo ya watu binafsi. Na mimi siwezi kwenda mahali bila kutumwa na maaskofu, na wala mimi siwezi kuwa msemaji e, msemaji kadiri ya katiba ya baraza la maaskofu. Msemaji mkuu anayetoa tamko kwamba tamko ni hili, anayetoa hilo ni rais wa baraza la maaskofu, ndio anayetoa, wengine wote mpaka wakabidhiwe na yeye kwa hiyo hata ningeenda ningeomba ruhusa kwa rais wa baraza, Mheshimiwa Baba Askofu, rais wa baraza maskofu nimeitwa na Waziri Mkuu, ameniomba na niambia ni, amekuletea barua. Anasema ajenda ni nini? Hayo hayakwepo. Kwa hivyo sikwenda kitaasisi, nilienda kama mimi ndani. Sasa picha zi waandishi wa habari wamezitumiaje? Ah ha, mimi hayo sijui kwa kweli.